Kwengenea kwa waziri wa afya Aden Duale ametambua kuwepo kwa makundi ya wafisadi katika wizara hiyo ambao wamekwamisha utoaji wa, wa huduma bora za afya kwa miaka mingi. Duale sasa ameapa kusafisha wizara hiyo na kurejesha utaratibu. Anapojitayarisha kuchukua rasmi ya mamlaka ya Jumanne, Duale anasema yuko tayari kwa kazi na jukumu la kwanza litakuwa kuhakiki madeni ya bima ya afya ya zamani NHIF. Mary Mwoki ana maelezo zaidi. Waziri wa afya Aden Duale amewahakikishia Wakenya kuwa ufisadi katika wizara ya afya hivi karibuni utakuwa historia. Duale ameanza kibarua chake kwa kuteua kamati ya kuhakiki madeni ya bima ya zamani ya NHIF, waziri huyo akikiri kuwepo kwa mitandao ya ufisadi katika wizara ya afya ambayo inaendelea kuvuruga juhudi za kusafisha utendaji kazi katika wizara hiyo.

Huku Duale akitiliwa shaka kuhusu utendaji kazi wake, muungano wa madaktari KMPDU umetoa ilani ukitisha kugoma iwapo mishahara ya madaktari wanafunzi haitarejeshwa. Katibu mkuu wa KMPDU Davji Atellah pia amezua wasiwasi kuhusu siasa zinazoendelea kuingilia sekta ya afya kufuatia mabadiliko ya e baraza la mawaziri. I saw the new want to warn her that she do not politicize our issues because then we don't participate in politics. We only participate in withholding our skills. And therefore, no amount of politics can resolve the issues that are pending. Anapochukua rasmi hatamu za uongozi katika jumba la afya House siku ya Jumanne, jaribio lake kubwa litakuwa kushughulikia mzigo wa madai ya NHIF ambayo hayajalipwa, hali ambayo imeziacha hospitali zikihangaika kuendelea na huduma. Tangazo la gazeti la serikali siku ya Ijumaa kuhusu kuundwa kwa kamati maalum ya kuhakiki madai ya matibabu yanayosubiri malipo linafanana na kazi ya kamati ya mpito ya NHIF iliyovunjwa ambayo hapo awali Ilibaini deni la shilingi bilioni 25.8 linalodaiwa na, na hospitali na watoa wa huduma za afya. Deni hilo limesababisha hospitali binafsi kusitisha huduma na taasisi za kidini kutishia kufunga shughuli zao.